Karibu sana mpendwa kwenye channel ya Safari ya Imani, kwenye kipindi hiki cha mafundisho ya neno la Mungu. Leo tutaingia kwa kina katika Zaburi ya tisini na moja. Zaburi ya tisini na moja ni zaburi ya ulinzi, imani na ahadi ya uwepo wa Mungu katika maisha ya waaminio. Ikiwa unatafuta faraja, ulinzi au tumaini, neno hili ni kwa ajili yako mpendwa. Naomba usikilize Zaburi ya tisini na moja mstari wa kwanza unasema, aketiye mahali pasiri pake aliye juu atakaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Hapa tunaona kuwa kuna nafasi ya kipekee kwa wale wanaomtafuta Mungu kwa bidii. Mahali pasiri ni mahusiano ya karibu, ni wakati wa maombi ya ndani kutafakari neno la Mungu na kutembea naye kwa uaminifu. Kama vile mtoto hujificha kwa mama yake wakati wa hatari, ndivyo na sisi tunajificha kwa Mungu. Mstari wa pili unasema, nitasema juu ya Bwana, yeye ni kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maneno yetu ni ushuhuda wa imani. Tunapotamka kuwa Mungu ni kimbilio letu tunatangaza mamlaka yake juu ya maisha yetu. Hii ni kama kusema sijali hali yangu ya sasa, Mungu wangu yuko upande wangu. Mstari watatu, wanine, unasema, wa tatu mpaka wa nne unasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na maradhi ya uharibifu. Kwa manyoa yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wa wake ni ngao na ngome Mitego ya mwindaji ni hila za adui, vishawishi, hofu, tamaa, hasira na mashambulizi yasiyoonekana. Mungu anatuokoa na si tu kwa maneno bali kwa matendo. Yeye hufunika, hulinda, huokoa. Mstari wa tano na sita unasema hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uharibifu uharibio adhuhuri. Usiku ni wakati wa hofu zisizoeleweka, mawazo, ndoto, mashaka. Mchana ni wakati wa mashambulizi ya maisha, ajira, afya, familia. Mungu anatufundisha kuishi bila hofu, kwa sababu tunajua tuko salama kwenye mikono yake. Mstari wa saba na wa nane unasema elfu moja wataanguka upande wako na elfu kumi mkono wako wa kuume, lakini hutakukaribia wewe. Kwa macho yako utaangalia na kuona malipo ya waovu. Dunia inaweza kuwa na machafuko, lakini sisi tunaishi kwa ahadi za Mungu. Mungu anasema wewe hutaguswa. Maadui wa kiroho wanaweza kuanguka, lakini wewe utasimama. Mstari wa tisa na wa kumi unasema kwa kuwa wewe umefanya Bwana kuwa kimbilio lako, umemfanya aliye juu kuwa makao yako, mabaya hata kupata wala tauni haitakaribia hema yako. Sababu ya ulinzi huu ni uamuzi wetu wa kumfanya Mungu kuwa makao yetu, yaani kuishi ndani ya mapenzi yake, kumtumikia, kumtumaini na kumweka mbele. Mstari wa kumi na moja mpaka kumi na mbili unasema: maana atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Malaika si hadithi, ni wahudumu wa Mungu wanaofanya kazi ya kulinda na kusaidia waaminio tunapokuwa hatarini, wako tayari kusaidia. Tumeshuhudia miujiza mingi inayotokana na ulinzi wa Mungu. Mstari wa kumi na tatu unasema utawakanyaga simba na nyoka, utamkanyaga mwana simba na joka. Hii ni lugha ya kiroho. Simba ni adui mwenye nguvu, nyoka ni ujanja wa kishetani. Mungu anatupa mamlaka ya kushinda hila zote za adui kupitia imani. Mstari wa kumi na nne mpaka kumi na sita unasema kwa kuwa amenipenda, nitamwokoa, nitamweka palipo juu, kwa kuwa amelijua jina langu ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye katika tabu, nitamwokoa na kumtukuza. Nitamshibisha kwa siku nyingi nami nitamwonyesha wokovu wangu. Hizi ni ahadi saba za mwisho: nitamwokoa, nitamuweka juu, nitaitika nitakuwa naye, nitamwokoa, nitamtukuza, nitampa maisha marefu. Mungu hasemi tu, anafanya. Kila mwenye moyo wa kumtafuta anapokea hizi baraka. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ahadi zako za Zaburi tisini na moja. Tunaleta maisha yetu mbele zako. Tuokoe na mitego ya mwindaji Tulinde na tauni ya uharibifu, tuinue juu ya madui wetu, na tuma malaika wako kutu, kutuzunguka. Tunaweka imani yetu kwako na tunakupenda e Mungu wa uokovu wetu. Tunatangaza kuwa wewe ni kimbilio letu leo na milele, kwa jina la Yesu, amina. Ndugu yangu, ikiwa umebarikiwa na mafundisho haya ya Zaburi ya tisini na moja, tafadhali, tafadhali shiriki video hii na wengine pia. Subscribe kwa mafundisho zaidi ya kila wiki. Naomba uniandikie kwenye sehemu ya maoni. Je, umeelewa nini leo? Una swali lolote kuhusu imani yako au kuhusu zaburi hii? Niandikie hapo chini, nitajibu na kukuombea. Mungu akubariki sana, mpendo Asanteni.